Tunaendeleza alama za uakifishaji. Katika kipindi hiki tutakuwa tunaangazia alama ya kinyota, matumizi yake. Mmoja ni kuonesha neno litaelezwa zaidi chini ya ukurasa ama kwa kimombo footnote. Kwa mfano, alipohitimu miaka ishirini waliidhimisha kuzaliwa kwake mjini Mombasa, neno Mombasa limewekwa nyota kumaanisha Ah, kumaanisha litaelezo zaidi chini ya ukurasa. Kwa mfano, Mombasa ni mojawapo wa miji mikuu nchini Kenya. Matumizi ya pili ni kuficha herufi au silabi katika neno ili kupunguza ukali wa maneno yasiyo na nidhamu. Kwa mfano aidha alisema kwamba nyote ni wapuu. Alama ya nyota hapa in, inawashiria ama inawakilisha kila sauti ambayo imeachwa, maana silabibu jina wapumbavu.